Maadili ndo msingi kubwa wa kazi zetu. Tujiepushe kabisa na mambo yote ambayo yanaweza kuleta maswali kwenye uadilifu na uaminifu wetu. Tujiepushe kabisa na vitendo vyote ambavyo si vya kiuadilifu, vitendo vya rushwa, upendeleo, uzembe wa kiutendaji, kuto kujali kazi hizi ambazo zinatufanya tukae mjini kuvujisha siri tunazozipata katika utekelezaji wa majukumu yetu yana, yana uwadilipu na mambo yote ambayo yana yanagusa uadilifu na uadilifu wetu. Bado tunaona kuna viashiria hivi. Waombe ninyi watumishi, waombe ninyi viongozi, mwendelee kusimamia hili. Kuwa mashtaka wa mikoa ninyi ni walezi wa watumishi walioko chini yenu, endeleeni kusimamia mambo haya kwa umakini, lakini ninyi mkiwa mifano. Lakini waombe kuendelea kuboresha huduma tunazozitoa kwa wananchi. Tunahudumia wananchi, a wengine wameumizwa wengine wana majeraha, tuwahudumie kwa uwazi lakini tuwajibike. Mawasiliano yetu yawe sahihi mazuri. Naweza ukamwambia mtu kitu hicho hicho, lakini mmoja akatoka ameridhika na mwingine akatoka amejeruhiwa zaidi, namna utakavyowasilisha ujumbe wako mahusiano na, na mawasiliano na wadau wetu. Naendelea kusisitiza hili, hatuwezi kufanikiwa bila wadau, hatuwezi kwenda wenyewe bila wadau wetu. Basi imarisheni mahusiano, mawasiliano na mashirikiano na wadau wetu. Hata tunapoendesha mashauri yetu, tunao wajibu wa kuwalinda waathirika wa, wa matukio ya kiuhalifu na kuhakikisha wanapata haki yao kwa wakati, kwa namna yote hilo sisi tusio sababu ya ama kuchelewesha haki ya mtu ama kuzuia haki ya mtu isipatikane. Tumekutana hapa kwa kikao cha Baraza la Wafanyakazi ambacho ni chombo muhimu sana cha kisheria na kiutawala, kilicho na jukumu kubwa la kukaa na kuunganisha timu ya management ya taasisi pamoja na watumishi ili kujadili mipango maendeleo kwa taasisi, lakini kuangalia bajeti ya taasisi, lakini kufanya tathmini namna gani tunatekeleza majukumu yetu, lakini pia kutoa maoni ya maboresho ili tuone jukumu tulilopewa na kuaminiwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na mamlaka ya nchi tunatekelezaje. Ninaamini kwa kikao hiki ambacho naenda kukiongoza, na baada ya kutuzindulia kikao hiki, tutaenda kujadili na kufikia katika mwafaka mzuri, na mwisho wa siku sote kwa pamoja tutatoka tukiwa tunajua kwamba baraza hili limetusaidia kuongeza kasi na ubora wa utendaji kwa wananchi tunaohudumia, maana ndilo lengo kubwa ili wananchi waone ya kwamba uwepo wa ofisi yetu unaleta tija kwa taifa lakini kwa maisha yao pia. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha kwa moyo wangu wa dhati kwenye kikao hiki muhimu cha Baraza la Wafanyakazi la Ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Uwepo wenu unaonyesha dhamira yenu ya kuendelea kujenga taasisi yetu kwa kuwa imara, yenye uadilifu, uwajibikaji na tija katika kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuendesha mashauri kwa maslahi ya umma. Wote ni mashahidi, mwenyekiti amekuwa akitusimamia kuhakikisha kwamba tunafanya kwa ajili ya wote, tunafanya kwa ajili ya wananchi, na tufanye kwa ajili ya maslahi yetu binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza letu ni jukwaa muhimu linalotupa nafasi ya kusikilizana kujadiliana, kwa uwazi na kuwafikiana katika masuala yanayohusu staha ya watumishi, ustawi wa mahali pa kazi na uboreshaji wa huduma tunazozitoa kwa, kwa wananchi. Ni imani yangu kwamba kupitia kikao hiki tutatoka na maazimio yatakayoongeza ufanisi, mshikamano na ari ya utumishi ndani ya ofisi ya Taifa ya Mashtaka. Kwa muktadha huo naomba kila mshiriki ajenge moyo wa kuchangia kwa uwazi, kwa heshima na kwa kuzingatia maslahi mapana ya taasisi yetu. Huu ni wakati wa kuimarisha misingi ya maadili, kutathmini utendaji wetu na kuweka mikakati mizuri ya kuboresha huduma za mashtaka nchini. Ukisoma kitabu cha Wakolosai fungu la tatu mstari wa ishirini na tatu inasema kwamba, na kila mfanyalo lifanyeni kwa moyo wote kama kwamba ni kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Kwa hiyo tunapofanya hii tuone tunafanya kwa Bwana na wala sio kwetu sisi. Hili linatukumbusha kufanya kazi kwa moyo wa uaminifu na kujitoa kikamilifu, tukizingatia kuwa huduma tunayoitoa ni ya kumtumikia Mungu na taifa letu kwa ujumla. Napenda kuwashirikisha pia kuangalia umoja na ushirikiano kupitia Zaburi ya mia moja thelathini na tatu mzaburi anatuambia nini? Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakapo pamoja kwa umoja. Umoja wetu kama watumishi unajenga nguvu ya pamoja na kuimarisha utendaji wa taasisi. Kwa hiyo tuendelee kufanya kazi kuwa kama ndugu, tusifanye kazi kama vile tuna baguana kwamba hawa ni hawa, lakini wote sisi tu wamoja. uadilifu na haki katika kitabu cha Mika uh, fungu la sita um, su aya uh, nane ameonyesha e, mwanadamu yaliyo mema na Bwana anataka nini kwako ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako kwa kuwa ofisi ya taifa ya mashtaka imejengwa juu ya misingi ya haki tunapaswa kuwa watu wa kuheshimu ukweli kutenda haki na kuwa mfano wa maadili bora Baraza la leo ni baraza la kujibu hoja za maendeleo ya taasisi na hoja za watumishi. Swala so, hili la baraza la wafanyakazi ni la muhimu kiutumishi, maanake inampa fursa mtumishi kuwasilisha au kutoa hoja zake akiwa huru pasipokuwa kwenye sehemu yake ya kazi. Kwa hiyo mabaraza haya yana wigo mpana na yanampa fursa mwajiri kujua ni changamoto zipi zinam zinamkabili moja kwa moja mtumishi. Isitoshe kwamba ofisi yetu ya taifa mashtaka ni ofisi ambayo kila mkoa na wilaya kwa sasa zinapatikana. Kwa hiyo mwajiri hawezi kupata hoja za watumishi pasipo kushirikisha nani? mabaraza ya vyama vya wafanyakazi. Msingi tumesikia mkurugenzi wa mashtaka amefungua rasmi baraza letu. Uh, ambapo wamezungumza mengi, lakini kimsingi mnachoweza kusema ni kuwa mazingira ya kazi ya ofisi ya taifa ya mashtaka yameboreshwa. Sasa hivi tuna majengo mazuri ya ofisi za mikoa, ofisi za wilaya, lakini hata makao makuu wamehamia kwenye jengo jipya. Kwa hiyo mazingira ya ya kazi ni mazuri, lakini kuna vitende ya kazi, kuna serikali imetuwezesha usafiri, hayo majengo kama yalivyo, lakini na sasa tumekuwa tuna watumishi wanaajiriwa wengi mawakili, ambapo tunaenda mpaka wilaya almost karibia zote wilaya karibia zote. Lakini zaidi kumekuwa na mashirikiano na wadau wetu wa karibu kama polisi, TAKUKURU eh, taasisi ya kupambana kuzuia madawa ya kulevya na taasisi zote ambazo ziko kwenye mnyororo wa haki jinai. ya umuhimu wa baraza hili ni kuwasilisha changamoto mbalimbali ambazo zinatokea katika ofisi yetu kwa levo tofauti tofauti, kwa sababu ofisi yetu ni kubwa na kwa sasa imeenda hadi kwenye levo ya wilaya. Kwa mwenyekiti wetu ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka, kwa wakati mwingine inakuwa ngumu kukutana na watumishi wote, lakini kupitia baraza hili anakuwa anapata unapatikana uwakilishi kutoka levo mbalimbali mbali: levo ya makao makuu, levo ya mkoa na levo ya wilaya. Kwa hiyo anakuwa anapata kujua changamoto mbalimbali mbali ambazo tunapitia katika levo hizo, lakini pia kujua mafanikio ambayo tunayapata.